Faida moja huyo, ukioa mke mwingine utajiuliza, hivi ni yeye au si yeye? Hawezi kuletea hizi habari habari, hawezi leta hizo tena, anajua akileta hizi azidiwa na mwenzake kule. Yule mwenzake. Kwa hiyo inakuwa ni mashindano, anaeshindaniwa nani hapo? Yule ashindana na wee, anashindana. Nani anashindaniwa? ni wewe unashindaniwa. Kuna habari mke wangu itapatikana hapo kweli? Hakuna. Tena wewe ndio utauliza Mambo iko tapatikanao <laughs>